Madereva bajaji katika mji wa Tunduma wafanya mgomo, ni baada ya kupelekea madai kwamba mm, foleni ya malori imekuwa ni kikwazo kikubwa sana katika shughuli zao za kila siku. Na siku ya leo ni siku ya tarehe moja mwezi wa tano ambapo madereva hao wamefanya mgomo katika mji wa Tunduma kuhakikisha kwamba swala hili linashughulikiwa na, na hatimaye kutatua changamoto hii, kwani imekuwa ni changamoto kubwa sana kwa wakazi wa mji wa Tunduma hasa katika shughuli zao za kila siku za usafirishaji wa abiria na vitu vingine. Kwa hiyo siku ya leo wamefanya mgomo na kujaribu kuongea na mamlaka husika kwamba hii tatizo liweze kutatulika, lakini nadhani ikatokea kwamba <tinyo> hali ilikuwa si nzuri katika eneo la Tunduma Kisimani ambapo ndo ilikuwa ni sehemu maalum ambapo madereva wa bajaji wote walikuwa wamekusanyika mahali hapo na kuhakikisha wanapata mwafaka kamili kuhusu foleni ya maroli na kuweza kuruhusu <todicumisana> penzi mtazamaji wa Mopossible TV, mpaka sasa, mpaka muda huu hali si shwali, kwani bado mabomu ya kutawanya watu yanaendelea kupigwa katika mji wa Tunduma, na hali bado si shwali na bado mwafaka hujapatikana, kwa kwamba kitu gani nafunyika. Ni hali si shwari, kwani katika mji wa Tunduma leo hii madereva wa bajaji wamewetea mgomo kuhakikisha kwamba changamoto ya foleni ya maroli inatatulika na, na shughuli zingine kuendelea, kwa sababu foleni imekuwa ni kikwazo kikubwa sana kwa shughuli zingine, hasa kwa dereva bajaji, bodaboda na usafirishaji wa aina nyingine. Kwa hiyo nadhani watu hawa wanaongea na mamlaka husika kwamba tatizo au changamoto hii iweze kutatuliwa, lakini naamini kuwa mambo yataenda sawa. Lakini kama mnavyoendelea kuona hapo, mabomu yanaendelea kupigwa. Kwanza kupata notification na taarifa zaidi, tutakapoenda kuongea na madereva bajaji kuweza kupata mwanga, kwa nini swala hili na limefikia wapi? na ni Mopossible TV.